Naam, ahlan wasahlan wa marahaba mutaabiina washahidin al kiram lihadhihil kanaa. E, kwa kima kirefu na muda mwingi sana umepita, sijarudi na nikawapeni somo au nikaendeleza na masomo yangu kama ilivyokuwa, lakini kama Mwenyezi Mungu ukakupa, wala kidogo kitoe, huenda Mwenyezi Mungu si akakuzidisha katika kile unachokitoa. Na ukitaka kuwa alimu e, siku zote kile unachokipata kitoa, utapata watu wa kukupuu e, ni katika alama za uadirifu e. Nisiongee sana, nimepata maswali mengi na comment za watu wengi wakiniuza kuhusiana na mammon, na nikasema leo acha nimwelezee kwa uchache. Kwanza, mammon kiumbe ambaye ni, ni, e, ni kiumbe ambaye ni maarufu sana e, katika wale viumbe wengi ambao E, wamekuwa ni shamil basi. Maamuni wamekuwa ni katika viumbe wakubwa ambao ni maarufu, ukiachana na umaarufu pia e, lakini ni viumbe ambao hufatwa e, hutumiwa na watu e, wengi sana katika huu ulimwengu e, wa dunia. Maamuni ni nini, ni kitu gani na ni kiumbe gani kye, watu wengi wame wamekuwa wakimwelezea vile wanavyojua, lakini si kiumbe ambaye kaelezewa katika vitabu vingi eh. vitabu vitatu ambavyo ameelezewa kiumbe huyu eh, kwa jina moja eh, la mamun eh, kitabu cha kwanza ambaye kaelezewa kwa jina la mamun eh, direct ni Biblia tu eh, hila katika Qur'ani hakuelezewa kwa ibara hiyo eh, lakini pia E, katika vitabu vingine hajaelezewa kwa ibara hii e, tutamwangalia katika vitabu vikubwa vya kiruhani. Kitabu ambacho kaelezewa Mammon ni kitabu cha Church of Bathment cha Elfas Levi e, nadhani alikuwa ni, ni, ni, ni mwandishi wa vitabu vya, vya roho hasa vya elimu hii ya, ya ruhani alikuwa ni Mgiriki lakini aliishi pale, si muda mrefu, si katika somo kumwelezea huyu. Lakini pale njia ambazo nilizisoma za maamuni, ndo njia ambazo nilizitumia zikawa rahisi sana eh, kumuita eh, maamuni. Eh, ni nini maamuni? Ni mfumo katika viumbe roho ambavyo ni naui ya kijini, lakini ni katika wale viumbe wakubwa wa juu ambaye ambao ukitoa yeye hawa watano akiwemo ni Estarot, Amun, Asmados na Belzabub na e, belf, e, Belfagol. Sasa hawa ni viumbe ambao wameelezewa sana na vitabu vingi ambavyo vipo kwa lugha ya Kigiriki e, na pia katika lugha ya Kiingereza. Si jini ambaye ameelezewa e, katika upana E, katika vitabu vingi sana, hakuna uwazi wa kiumbe huyu, na haya yametokea kutokana na mfumo unaoiendesha e, dunia, kwa sababu wengi sana wanabenzi katika kitu ambacho kinawatengenezea maisha. Kwa hiyo huenda ni kundi la watu wengi sana wange, wangekaa katika kumtafuta na kumsoma. Taelezea kidogo sana kwa mtu ambaye anataka ampate maamuzi kwa namna ambaye anataka umjue Mammon soma kitabu cha Church of Buffment. Nadhani e, kipo kwa lugha ya Kiingereza, ila pia nakara, kama mtu atataka, ntampa na kitabu ambacho nilijaribu kukitarjuma yani, n nilikitoa katika lugha yao nikaileta katika lugha ambayo nima, ipo kwa Kiarabu, kipo Kifursi na ipo kwa Kiswahili, lakini original of this book ni English tu. Huyu mgiriki ambaye aliandika hicho kitabu au alitunga hicho kitabu alijaribu kutoa e, historia iliyokuwa inamuhusu mtunzi wa kitabu cha Azifu na kuelezea chimbuko la kiumbe huyu linatokana na nini, lakini huyu ni, ni katika wale viumbe wakubwa. Kama nilivyosema, huyu ni kiumbe wa tatu katika wale viumbe wakubwa ukiachana na Lucifer ukaachana na staroti mwenyewe ukaachana na Zazeli. Maamuni wengi wanamuita ni Mungu wa utajiri, ni Mungu wa mafanikio, lakini e, e, ilahuna ni wahidi tu al-kahar Mungu wetu ni mmoja tu, lakini nitaelezea katika pati eh, mammon ni kweli anatajirisha au hatajirisha, yani katika maswali ambayo nimeulizwa. Ila kwa mtu ambaye anataka apate elimu kama hizi zaidi na zaidi, unaweza kanitafuta pia ukakunga katika group langu la WhatsApp. Kujiunga ni bure na elimu nazitoa e, eh, bure ninapokuwa na nafasi na muda wote. Nimekaa kimya, siji online na sipandi. Nilikuwa mara nyingi natoa madarasa e, eh, katika magrupu yangu, lakini nilikuwa safari ya nje na nilikaa kule lakini katika haya ni kuongeza elimu kwa sababu elimu ni kama bahari, unaweza ukasoma, lakini huwezi kumaliza, na namna kadri unavyozidi kufuatilia, ndivyo ambavyo inazidi kuhitaji zaidi uisome maamuni kiumbe roho ambaye ana uwezo wa kuishi sehemu yoyote ambayo ina nafasi ya kuweka eh, kiumbe yani kuweka roho. Kiumbe chochote ambacho kina mfumo wa damu, kiumbe chochote ambacho kina mfumo wa damu, mammon anaweza akaishi hii ni roho ambayo ina vitu eh, saba, ambavyo unaweza ukavifanya vikamwita katika. Hivyo kuna njia nne tu ambazo zinaweza zikaileta zika hii roho katika binadamu, lakini ifahamike, kama ilivyo Belzabub ambaye kaelezewa katika vitabu vya kiruhani kama Shamsul Maarif eh, ke nadhani Shamsul Maarif kaelezewa, lakini Azifu kaelezewa pia Uzi, bezabut, lakini kaja akaelezewa katika irathat e, lmadhufi kashfu lasrali lurum. Nadhani kilikuwa ni cha e, kama si maruzuke ni buni. Ameelezewa pia katika vitabu, baadhi ya vitabu Vya kiruhani ila sasa Mammon hakuwa akielezewa kama alivyo, uh, Mammon katika vitabu vya kiruhani ambavyo vingi wanasoma eh, watu wanaofuatilia eh, elimu ya roho kwa, eh, kwa Kiarabu hakuwa katika jina hili. Katika madarasa mengine nitakuja nielezee zaidi na zaidi, lakini hapa nataka nimwelezee Mammon. Mammon baada ya yeye katika viumbe wakubwa ambao wanakaa karibu sana na binadamu ni, beza, ni, ni Azazel na Estaroti viumbe ambao wanakuwa karibu na binadamu kiachana na Lucifer eh, ambaye ni ibilisi kiumbe ambaye anatumiwa katika nafasi kubwa katika wale majeshi wa ibilisi pia Mammon anatumika japokuwa hamna mtu alishawahi kuelezea kwa ibara hii kuwa Mammon ni katika viumbe ambao wapo E, direct katika njia ya sheitani au Ibrisi lana juu ya kumpoteza binadamu, lakini maamuni ni ki kiumbe pekee ambaye ukimfata hautokaa ukakaa katika msingi wa Mungu na njia zake nyingi ambazo ni nyepesi za kumfanya as ashuka, lazima utaidhulumu nafsi ya kiumbe ambacho kinaishi maamuni ili ukae naye. Hakuna njia ya kawaida ambayo unaweza ukamhosti. Hakuna namna ambayo unaweza ukamuita akaja bila kutumia kitu ambacho kina uwezo wa kumpokea. Ikumbuke kuwa kuna u u ulinzi ambao upo katika dunia, unawazuia wale viumbe kuja direct, mpaka kupitia kitu ambacho kimeruhusiwa kukaa na binadamu yaani katika hii dunia, chenyewe hakiwezi kikabuguziwa kabisa, sio kukaa na binadamu ni kukaa na binadamu kwa sababu binadamu ndo anakuwa na kihitajia. Ili umpate maamuni, lazima uwe na sehemu ya kumpokelea, si chumba, si nini, ni mfumo wa damu ambao unaweza ukaweka roho ya maamuni, na viumbe vingi sana vina uwezo wa kumpokea huyu maamuni, lakini njia za kumwita zipo nne ambazo zipo moja kwa moja. Nishajaribu katika hizo ila moja tu ndio sikuwahi kujaribu, ila katika hizo zote nishajaribu na ikatoa matokeo yale yale ambayo nilikuwa nayataka. Njia ya kwanza ni kuwa na vitu ambavyo vinamvuta vitu ambavyo vina, eh, vina eh, ingiliana naye murai mambi vinaendana na, eh, vina na yeye vitu ambavyo vinaendana direct na yeye, ukivitumia viwe vya kuchoma viwe vya kupaka viwe vya, vya kufanya chochote au vya kutenga, lakini vile vitu vina adha popote vinapokuwa vimechomwa vinamuita yeye. Hiyo ndo njia ya kwanza. Njia ya pili ni neno la amri, neno la amri katika eh, ruhania huku, kuna baadhi ya aksam, kuna kasamu zile ambazo kuna kasamu Suleiman na kasamu Ibilisi. Ukisoma kasamu Ibilisi, aina ya ajnadi yote ya viumbe ambao yataala kubile tuseme, yataala kwa ku, Ibilisi wote wale wanakuaga, unaweza ukawashusha kupitia ile kasamu Ibilisi. Lakini kasamu Suleiman katika alginu swarihin, katika wale viumbe wengi wema, unaweza ukawatumia kwa kutumia eh, eh, kasamu Suleimani. Tupo katika Mammon. Mammon ni kiumbe ambaye wengi sana dunia hii wanamwita. Hii kwa ni njia ya pili kutumia vitu ambavyo vina nasabi. Njia ya kwanza ni kutumia vitu ambavyo vinamvuta yeye eh, vinamvutia katika hivi vitu. Vinavyomvutia ntaelezea kidogo, ili mtu anielewe. Vitu vinavyowavuta hawa viumbe ni vitu ambavyo vinaendana sana na wao, ima wanavitumia katika kula au popote ile harufu inapokuwa yeye moja kwa moja inamgusa. Mammon si kiumbe kimoja, si roho ya kiumbe kimoja. Kumbuka zile roho huwa zinazaliana kutokana na mazingira ambayo zinakaa, lakini Mammon anakuwa ni mrahisi sana kuja kwa sababu huyu ni kiumbe ambaye wengi sana katika hii dunia wanamtumia. Kwa uzao wake au roho zake nyingi sana zipo duniani na wengi unakuta wana wamemfuga nyumbani, ima anaweza akakaa kwa binadamu au kwa viumbe vingine ambavyo vina roho. Hilo nishalielezea, ntakuja nilifunguke zaidi katika masomo mengine yajayo, lakini katika grupu langu naelezea hivi vitu kwa fasaha zaidi e, ila hii ilikuwa ni njia ya kwanza, vitu ambavyo vinawavutia vina wa, vina hawa, kuna baadhi ya maua katika hayo maua mengi sana wametengeneza perfume wame, mfano labda u, ukichukua naka Kashmiri, na vitu vingine vingine hambali, ni vitu ambavyo vina baadhi ya viumbe. Ukichu, ukichoma ile japokuwa wengi hawana macho, lakini ukichoma vile vitu vinakuwa vina wavuta vina, kuna vyakula vingi ambavyo vinachomwa katika hizi Hindu mandali za Wahindi, vile ni vitu ambavyo vina nasabi nao, lakini kuna mafuta mengi mno nayote nayote yanatokana na, na, na maua ila kuna baadhi ya vitu au baadhi ya hajal ambayo kikanaro ndani yule kiumbe lazima aka. Hawa ni viumbe ambao wanaishi ulimwengu tofauti na sisi tunaoishi, ili akae na wewe lazima upate kitu ambacho kinaweza muweka kakaa ndani na siingiiwe na kiumbe kingine chochote, sababu hii dunia na wa kuwazuia ili li wasijkaleta maafa zaidi katika e, katika dunia. Ila maamun ni roho ambayo inakaa katika e, e, yani ni roho ambazo zimezaliana kwa wingi. Na njia ya tatu ni kutumia talismani yake, kutumia e, alama au tarasimu yake, unaweza ukamuita hivyo, lakini wengi wanatumia E, e, namna ya kumvuta karibu, yani unamwekea karibu na sayari ya nyota yako. Yani ukichukua ile alama ukaivaa kwenye mkono, ina maana unamweka karibu na sayari ya nyota yako, kwa sababu sisi alama za nyota yetu zipo katika mikono, na ndio njia nyepesi ya kwenda katika. Yani hamna alama ya nyota inakaa katika mwili wa binadamu zaidi ya mkononi, na nyota haikai kwenye kiungo kingine cha aina yoyote zaidi, tuna alama tu ya nyota katika mikono yetu Ntakuja nielezee pia masala ya nyota na vitu vingine ilani katika masomo mengine k unaweza ukamvuta pia mammon kupitia alama au talasimi yake. Na hii njia ya, ya nne ambayo ndio ya mwisho ni kumiliki kiumbe huyu kwa kukupenda, yeye mwenyewe akuchague, na ili akuchague, kuna baadhi ya vitu unaweza ukawa na vifanya vikamvutia tu na akakutaka. Kiumbe huyu saidi efekti zake nyingi sana katika masala ambayo ni, ni hatari sana kwa binadamu. Ni kukuwa unamtegemea Mungu na ukamtaka huyu kiumbe, hiyo inakuwa gani ngumu sana. Njia ya kumpata huyu kiumbe ni nyepesi sana. E, lakini siwezi nikarefusha darsa kwa kuelezea tu mamoni, lakini nadhani kwa mtu ambaye ana upewa kuelewa, nadhani mpaka hapo atakuwa amenielewa, ila nimeelezea kwa lugha nyepesi ya Kiswahili nye ki. Nadhani kama kuna mtu atakuwa na somo, namba zangu ni zile zile, sifuri sita isbt4 tafuta WhatsApp, pia kawaida piga kuhusu somo la Mamon linaweza likawa part 1. Limeshia hapa, nitakuja niwaelezee zaidi, ila itoshe kuwa Mamon ni Mungu kwa watu wanaomwamini, na anawapa watu utajiri na anatajirisha sana, kwa sababu hivi vitu ni kwake ni vidogo mno na ana uwezo wa kukupa vitu vingi, na mnaweza mkawa katika wakati wa kumfuga kwake, mnaweza mkawa mnawasiliana ayana pia, lakini mnaweza mkawa mnawasiliana kwa njia zingine. Itategemeana katika hizo njia nne, umetumia njia gani kumpata vitu ambavyo vinaweza vikamvuta, vikamvuta mammon. E, ntajaribu nta vi, nta kuvielezea katika somo linalokuja. Katika hizo njia nne, ntaelezea njia moja moja, na katika zile kasamu za kumshusha au lile neno la amri ambalo linaweza likamteremsha kiumbe huyo au roho hii, ntaelezea katika somo lijalo. E, kwa mtu ambaye anapenda masomo kama haya e, e, zidi kunifuatilia mimi, lakini share zaidi, toa komenti yako, like na Utani on notification kila nitakapotoa somo na kila nitakapokuwa natoa masomo unakuwa ni uh, uh, wa kwanza kuyaona. wa ila liqa.